Harry Ironside alikuwa mchungaji wa kanisa huko Chicago mwanzoni mwa miaka ya 1900. Akiwa kijana hakuwa akijenga unyenyekevu aliyoufikiri anapaswa kuwa nao. Hivyo akauliza rafiki Mkristo mzee nini anachopaswa kufanya kuhusu hilo. Rafiki yake alimpa ushauri ambao haukuwa mzuri sana. Alimwambia kwamba kama anataka kuwa mnyenyekevu, anahitaji kufanya kitu cha kuaibisha. Vema, kama nini? Harry aliuliza. Rafiki yake alimwambia, unahitaji kutengeneza ubao wa sandwich. Unajua, huo ni ubao mkubwa ambao unaweza kuvaa mbele na umefungwa kwa ubao mwingine unaoning'inia mgongoni mwako. Na akasema andika kwenye hizo mbao ujumbe wa hukumu ya Mungu na mpango wa wokovu, kisha tembea kupitia eneo la ununuzi katikati ya jiji la Chicago kwa siku nzima, na hiyo itakusaidia kuwa mnyenyekevu. Vema, Ironside alifuata ushauri wa rafiki yake na aliporudi kwenye nyumba yake baada ya siku ya aibu ya kudharauliwa na watu wakimcheka, alikuwa alikuwa amechoka, lakini alipovua ule ubao wa sandwich alijikuta akifikiria mwenyewe, unajua, labda hakuna mtu mwingine Chicago aliye mnyenyekevu vya kutosha kufanya kile nilichofanya. Ilijenga tu kiburi zaidi. Sikiliza mpendwa, unyenyekevu hauendelezwi kwa kudhalilishwa, siyo, unajua, kudhihakiwa au hata kujifikiria vibaya. Unyenyekevu ni wakati ambapo hujifikirii kabisa, umejisalimisha tu kuishi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Unyenyekevu ni kinyume cha ubinafsi. Unajua, ninapomfikiria nabii Yeremia, Namfikiria mtu mnyenyekevu kweli, si kwa sababu alidhalilishwa, bali kwa sababu hakuna kitu katika maisha yake kilichoonekana kuwa cha ubinafsi. Ni kama Mungu alimwambia Yeremia awe bango la matangazo linaloishi. Maisha yake eh, yatakuwa kama bango la matangazo kimsingi, likitoa ujumbe wa hukumu na wokovu wa Mungu na dunia yake itamdhihaki na kumkejeli na kwa kweli kumpuuza. Sasa hapa katika sura ya mbili hadi sita Yeremia atatoa ujumbe mbili mahubiri ya kwanza yanakupeleka kutoka Yeremia mbili hadi sura ya tatu na aya ya tano na kisha mahubiri ya pili eh, yanakupeleka hadi mwisho wa sura ya sita. Sasa hoja kuu ya mahubiri haya ya kwanza ni onyo kwa taifa la Yuda kama Yeremia angekuwa amevaa unajua hilo bango la matangazo lingeandikwa tu, mwisho umekaribia, hukumu inakuja. Na hapa ndipo sababu iko. Mungu anasema katika sura ya mbili na aya ya mbili nakumbuka ibada ya ujana wako, upendo wako kama bibi arusi. Au watu hapa wanaonyeshwa kama bibi arusi mpya aliyolewa ambaye kisha anakuwa asiye mwaminifu kwa Mungu wanaarusi wake. Mungu anasema hapa chini katika aya ya kumi na tatu watu wangu wamefanya maovu mawili wameniacha mimi, chemchemi ya maji ya uzima, na wamechimba matenki kwa ajili yao wenyewe, matenki yaliyovunjika ambayo hayawezi kushikilia maji. Kwa hivyo katika mfano huu, watu wa Mungu walibadilisha maji ya uzima ya Mungu kwa dimbwi la matope la dini ya uongo. Sasa ngoja ni kuambie wapendwa, dini haitawahi kutosheleza kiu yako ya kiroho. Ni maji ya matope. Maji safi, masafi yanayoburudisha yanayotosheleza yanapatikana tu kupitia kwa mwana wa Mungu Bwana Yesu. Biblia inanukuu Bwana akisema, yeye aliye na kiu na aje kwangu, yeye anayetaka achukue maji ya uzima bila malipo. Hiyo ni Ufunuo sura ya 22 na aya ya 17. Sasa Yeremia anaendelea hapa kuelezea upumbavu wa ibada yao ya sanamu. Katika aya ya 27 anawaonyesha viongozi wa Yuda wakisema kwa mti wewe ni baba yangu, na kwa jiwe ulinizaa. Kwa maneno mengine, kila kitu kilitokana na mageuzi. Sote tunahusiana kwa namna fulani na mti au mwamba au jiwe. Unajua, unaweza kufikiria kwamba watu wa leo ni werevu zaidi ya hivyo, kweli? Si hivyo. Watu wanaamini hadi leo kwamba wao ni matokeo ya mlipuko wa nyota huko kwenye ulimwengu. Kwa kweli nilimsikia mwanasayansi akisema si muda mrefu uliopita, unajua, unapaswa kujisikia vizuri kuhusu wewe mwenyewe kwa sababu wewe ni matokeo ya mlipuko huo na umetengenezwa kwa vumbi la nyota. Kweli, hiyo si tofauti na watu wa siku za Yeremia wakisema, unajua, kwa jiwe ulinizaa. Ni kitu kimoja. Unaona, kila wakati watu wanapomkataa muumba watachukulia kwamba asili yao ilitoka kwa jiwe au mti au mama dunia au au nyota fulani huko nje. Wataenda hata kusema kwa jiwe ulinizaa. Sasa hapa katika sura ya tatu, watu wanaelezewa sio tu kama wenzi wasio waaminifu, lakini ni mbaya zaidi. Wanaelezewa kama makahaba wa kiroho. Wamechafua nchi kwa uasherati wao na aya ya tano inawaelezea kama wakifanya maovu yote walioweza kufanya. Na Yuda inapaswa kujua vizuri zaidi waliona kilichotokea kwa makabila kumi ya kaskazini, ufalme wa Israeli. Walikuwa wameona Israeli ikichukuliwa mateka, lakini sasa hilo halionekani kuwa na umuhimu hapa, hata ingawa Yuda alikuwa amemwacha Mungu, ingawa mimi. E, habari njema ni kwamba Mungu hatamwacha Yuda milele. Kwa kweli, anawapa ahadi hii hapa katika sura ya tatu aya ya kumi na tano nitawapa wachungaji wanaoendana na moyo wangu, ambao watawalisha kwa maarifa na ufahamu. Sasa ahadi hii inatimizwa kwa sehemu katika kila kizazi kwa njia hata hadi leo, na kwa kweli, hii ndiyo hii ndiyo aya tuliyochagua kwa seminari yetu, seminari ya theolojia ya wachungaji. Tunapofundisha wafafanuzi wa Biblia na wachungaji na viongozi wa kanisa, tunataka kushiriki katika katika ahadi ya Mungu ya kutoa wachungaji kwa watu wake katika kila taifa, lakini si kwa Yeremia hapa kizazi chake hakitaki chochote kufanya na wachungaji wa kiungu. Na hivyo Yeremia anatembea kupitia eneo la ununuzi la Yerusalemu, kwa namna ya kusema, ana ile bango la sandwich linalosema emwisho umekaribia na hukumu inaita, na hawajali kweli. Sawa, Mungu anazungumza kupitia Yeremia hapa sasa. Katika sura ya nne na aya ya sita, ninaleta maafa kutoka kaskazini na uharibifu mkubwa Mwangamizi wa mataifa ameanza safari na miji yenu itakuwa magofu bila wakaaji. Sasa huyu mwangamizi wa mataifa ni Babeli na hakuna njia ya kuepuka jeshi la Babeli, tayari wameshaanza. Na hivyo Yeremia hacheki hapa, hacheki, hajivuni anapotoa ujumbe huu wa hukumu. Kwa kweli, anasema katika aya ya kumi na tisa huu maumivu yangu, maumivu yangu, ninaamka kwa uchungu Lo, analia yeye. Atajulikana kama nabii anayelia. Tazama, Yeremia anaweka wazi kwa nini Mungu atakuja kwa hukumu. Yeye atataja sasa orodha ya dhambi za Yuda katika sura ya tano na aya ya kwanza watu hawatafuti haki au ukweli wao, aya ya pili huapa kwa uongo, wanakataa kurekebishwa na hawatubu aya ya tatu hapa chini katika aya ya kumi na mbili inasema kwamba katika kiburi chao wanatangaza yeye, yaani Mungu, hatofanya chochote, hakuna janga litakalotupata. Kwa maneno mengine, unajua Mungu hatatufanyia chochote, hatukabili hukumu, Mungu hatamhukumu yeyote, sawa. Je, hiyo haisikiki kama watu wa leo na kama taifa la Yuda? Watu wengi leo wako wako katika mshangao wa kushangaza watakapokutana na Mungu hatimaye. Sasa Yeremia anahubiri hapa katika sura ya sita kuhusu uhakika wa uharibifu wa Yerusalemu. Uh, kuna lugha ya kishairi yenye uhai hapa inayotoa maelezo ya kile kinachokuja. Aya ya sita inasema kwamba wababeli watakata miti na kujenga miteremko ya kuzingira dhidi ya mji wa Yerusalemu, mji ambao lazima adhibiwe. Mungu anasema hukumu itawaangukia kila mtu. Aya ya 11 hadi 13, vijana na wazee wote ni wenye hatia, na Bwana anasema hapa katika aya ya 19, hawajazingatia maneno yangu. Kwa hiyo usikose hili hapa. Unajua, hukumu haiji mpaka Mungu ametumia kila jitihada kuwaleta kwenye toba. Amewatuma manabii waonya, amesubiri kwa uvumilivu wakane nyingi ili wajibu lakini wamefasiri vibaya uvumilivu wake hapa kama uhuru wa kuendelea na dhambi zao. Vipi kuhusu wewe leo, rafiki yangu? Je, Mungu amekuwa mvumilivu kwako? Labda programu hii unayoitazama au kuisikiliza leo ni ni ushahidi mwingine wa uvumilivu wake, ni mwaliko mwingine, ni onyo lake, ni onyo lingine kwako. Mimi si nabii lakini unaweza kuniona kama nabii Yeremia katika maisha yako leo. Ninaposoma neno lake, Mungu anakuonya tena leo. Biblia inasema katika Waibrania sura ya tisa aya ya ishirini na saba imeandikwa, kwa mwanadamu ufa mara moja, na baada ya hapo hukumu. Unaweza kuepuka hukumu ya Mungu unapokutana naye siku moja wakukubali zawadi ya wokovu kupitia mwana wake Bwana Yesu. Biblia pia inasema, kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Mwite yeye leo, anasikiliza. Muombe Bwana Yesu akusamehe, akuokoe, awe mchungaji wako leo. Tujulishe hapa ikiwa umefanya uamuzi huo